Stori inaanza usiku wa jana. Nililala nikiwa nimechoka, lakini akili yangu ikawa haina usingizi. Nilikuwa na waza kama mawazo ya Abunuwasi yangekuwa kweli, dunia hii ingetupataje? Saa tisa usiku, upepo unavuma, taa zikiwa zinacheza ukutani kama roho zinacheza kiduku, nikasinzia lakini usingizi haukuwa wa kawaida. Ulikuwa usingizi wa mawazo ya Abunuwasi. Nilijikuta nipo sokoni, lakini si soko la kawaida. Soko hili halikuwa na nyama wala samaki wala ndizi, lilikuwa soko la mawazo. Wauzaji walikuwa wanaita wateja huku wakipiga kelele, karibu nunue wazo la kufa kisha uende likizo kuzimu, wazo jipya kabisa tumia hewa kupikia bila kutumia gesi! Wazo la kuosha nguo kwa machozi ya mpenzi wako, bei poa! Nikabaki mdomo wazi. Huyu ni ulimwengu gani tena? Nikamwona mzee mmoja amevaa kanzu yenye maandishi mawazo hayawezi kufungwa kwa pingu. Akanisogelea na kuniambia karibu kijana, hapa tunauza vitu visivyowezekana. Ukienda na moja tu unaweza kuishi maisha yasiyoelezeka. Nikamuuliza, na kwa mfano, nikiamua kununua mawazo ya kuruka bila mabawa itanisaidiaje? Akaniambia, usihofu, haitakusaidia lakini utakuwa maarufu. Nikacheka. Hata kwenye ndoto Abu Nuwasi alikuwa ananichekesha. Nilimuuliza, wewe ni nani? Akanitazama kwa macho ya utani, akasema mimi ndiye ninayefikiria mambo kabla hayajatokea, halafu nayatupa kwa sababu dunia haitayaelewa. Ghafla nikajikuta tupo mji mwingine, mji wa Abunuwasi. Huku hakuna barabara, watu wanatembea juu ya maneno, ndiyo maneno. Kila mtu anakanyaga neno kama amani, upendo, hasira au siasa. Mmoja akiteleza kwenye neno hasira, anaingia kwenye ugomvi mara moja kwenye kona moja niliona punda amekaa kwenye kiti cha bunge akiwa na miwani, anasema tunaomba mishahara yetu iongezwe, hatutaki tena kubeba mizigo mizito bila posho. Wabunge wengine ambao ni kuku wanapiga makofi, huku wakiwa wanatupa mayai hewani. Nikamuuliza mtu aliyekuwa karibu nami, hii ni nini sasa? Akanijibu, hii ni serikali ya Abunwasi. Hapa kila anayefanya kazi ngumu ndiye anayeongoza wabunge wote ni wanyama. Nikashangaa, na binadamu je? Binadamu wamepigwa marufuku kugombea kwa sababu wanapenda sana kuahidi. Nikacheka hadi machozi. Kwenye mtaa mwingine nikaona duka linaitwa vitu vya kiroho kwa matumizi ya kawaida. Nilipoingia kulikuwa na matangazo: roho ya utulivu shilingi elfu hamsini. Inakuja na mpira wa stresi. Roho ya uvivu bure tu, uchukue ukitaka Roho ya maamuzi magumu, out of stoku. Watu wanapenda sana kuikwepa. Mbele ya duka kulikuwa na Abunuwasi mwenyewe. Sura yake ilikuwa na tabasamu la mtu asiyejali dunia, macho yake kama mtu anayejua siri za wingu. Akanisogelea na kuniwambia, wewe kijana, nina zawadi yako. Chukua hii kalamu, ukiandika kitu kwa kalamu hii hakitatokea kamwe. Nikamuuliza, sasa itanisaidiaje? akaniambia itakusaidia usisumbuliwe na matokeo. Nikacheka, kumbe hii ndo kalamu ya wanasiasa. Akanipiga kafi la utani, umeshajua siri yao mapema sana. Nilipotaka kuondoka, akaniambia kumbuka kijana, mawazo ya Abu Nuwas hayajazaliwa kufanyika kweli, yamezaliwa ili kutufanya tucheke kwenye dunia inayolia. Ukiweza kucheka, basi umeelewa maana yake. Ghafla ardhi ikaanza kuyeyuka chini ya miguu yangu. Maneno fikra, wazimu na uhuru yakaanza kuruka hewani kama karatasi zinazochomwa. Nikaanza kupiga kelele, Abu Nuwasi, unaniacha wapi sasa? Akanijibu kwa mbali, usiogope. Unaamka kwenye dunia ya watu wenye akili nyingi kuliko busara zao. Nilifungua macho, nipo kitandani, lakini pembeni palikuwa na karatasi ndogo, imeandikwa: ulikuwa sokoni kwetu jana usiku, ukipata muda rudi, tunauza ndoto nyipya za kuishi bure bila kazi. Nikashika kichwa nikacheka mwenyewe, nikasema kama haya ndiyo mawazo ya Abu Nuwasi, basi bora yabaki mawazo. Yakitokea kweli, dunia itachanganyika kuliko mimi ninavyochanganyika sasa. Nikaenda bafuni, nikafungua bamba, maji yakasema, usinichezee kijana nilisikia unataka kuosha mawazo? Haya ni ya ndani, si ya nje. Nikaangalia upande mwingine nikasema, Abu Nuwasi, tafadhali toka kwenye kichwa changu. Lakini ndani kabisa ya kichwa nikasikia sauti ikicheka ikisema, wewe mwenyewe ndiyo Abu Nuwasi wa karne hii. Asante kwa kuwa nasi ndani ya Hastenic Production. Usisahau kupita pale YouTube kisha kulike, kushare, kucomment na kusubscribe channel yetu. Bye.